kwa jili hapa katika dua imam anasema wa asaluka na ninakuomba bijudika kwa upaji wako sasa hii upaji ni gani kwa jili kila mtu ambaye kwamba anayetoa ni mpaji lakini sasa hii maana ya jud tunaisikia sana ikitajwa ni nini maana yake aljud huwa hii jud ni nini ni badhlu shay ni kutoa kitu an tibi qalbin, kutoa kitu kwa khiari, si kutoa kwa kulazimishwa la. Ni kutoa kitu kwa khiari min ghairi gharadhin, bila ya kuwa na lengo lolote lile, yani nile tu kutoa, lakini pasina kuwa na lengo. Lengo gani? Wakati mwingine sisi tunatoa kitu ili turudishiwe. Ndo tuko hivyo sisi wanadamu. Kuna wakati mtu anatoa kitu ili apate muqabil, yani ili apate e, kitu, e, kitu kutoka kwa mwenzake. Lakini sa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, la, Mwenyezi Mungu si hivyo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yeye anatoa pasina kuhitajia chochote. Ndo katika e, nahjul balagha e, tunakumbuka kwamba Imam ali alayhi salam anasema uh, katika Nahju al-Balagha, hakika Mwenyezi Mungu khalaqa al-khalqa, alimba viumbe, hina khalaqahum pindi ambapo kwamba alipoomba, ghaniyan an ta'atihim, yani yeye ni tajiri Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ni tajiri kwa toa yao, yani mwanadamu hata ait, hata amti Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala haezi muingizia manfaa ya kutoka kwa mwanadamu haezi

tupigiwe mfano fi ghairi haqqillah kanuna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa wataala hivyo wakati ambapo kwamba tunasema Allah Subhanahu wa Ta'ala ni judun, ni yule ambaye kwamba anayetoa pasina kutaka mukabil. Maana Imam anasema wa as